shaytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi tayyibina tahirin. Kama tulivyokuwa mahali ambapo tulikuwa tumefika, tulikuwa tukizungumzia kuhusu vitu ambavyo vinavyovunja saumu kwa mtu ambaye amefunga saumu anafaa kujiepusha na vitu hivi kumi, na tulielezea katika vitu ambavyo tulielezea, ni mtu kubaki na janaba hadi adhana ikaadhiniwa, wakati wa adhana ukafika, wakati wa mwanzo wa kufunga saumu ambao ni alfajiri ya kweli. Na ikiwa katika hali hii, saumu yake itavunjika ikiwa atabaki na hali ya janaba, kwa sababu tulisema sharti kubwa, sharti mojawapo ya sharti ya saumu kusihi ni kwamba mtu awe na tahara ya nani, ya kiroho, tahara kubwa ya kiroho, kwa sababu tulisema kuna tahara ndogo ambayo ni wudhu na tahara kubwa ambaye ni awe hana janaba, hana hedhi, hana nifasi, hana istihadha kathira. Vitu hivi ndio sharti mojawapo ya swala, tukasema kuna ya saumu. Kuna vitu ambavyo havina ha, ulazima wa kuwa na tahara. Tukasema mfano wake ni kama vile swala ya maiti haina sharti ya tahara, si sa, tahara ya nje wala si ya ndani ya kiroho, yani ha, aweza akaswali akiwa na hedhi, aweza kuswali akiwa na janaba, aweza akaswali akiwa hana udhu, aweza akaswali swala ya maiti akiwa na najisi kwenye mwili wake. Ama swala ya kila siku, swala hizi ambazo tunaswali za kawaida za kila siku Masha, sharti yake ni kwamba mtu anahitajika mojawapo wa masharti ni kwamba anahitajika kuwa na tahara kutokana na vitu hivi vyote, asiwe na najisi ya kiwiliwili asi, asiwe na najasa, au awe na tahara ya kiroho yani, awe metawadha na awe na tahara ya kinini ambayo ni ndogo, hiyo tumesema, na kubwa naye ni awe asiwe na janaba na hedhi na istihada. Ama saumu hamna ulazima kuwa na, na nini tahara ndogo yani ya udhu, utafunga saumu bila kuwa na udhu, hamna ulazima na sio lazima uwe na tahara ya kiwiliwili ati kwamba usiwe na najisi, hamna tatizo, lakini sharti kubwa ni kwamba awe na tahara ya kiroho ya ki, ambayo ni kubwa, awe hana janaba hana nifasi hana hedhi. Kwa hivyo mtu inapoanza saumu anafaa kuwa hana mambo haya, asiwe na, na, na, na janaba na tulielezea kuhusiana na janaba. Ama kuhusu hedhi na nifasi kwa mwanamke ambaye ana siku kadhaa katika hali yake ya hedhi au ya nifasi, anawajibika atakapotambua ya kwamba ikiwa hedhi yake imekatika katika wakati wa usiku, na ama jana yake, na kwamba kesho sasa ndio siku ambayo anawajibika kuswali, kwa sababu ametoharika, basi atafanya nini? Anawajibika kabla ya adhana awe amefanya ghusli ya, ya hedhi, mwogo wa hedhi. Na kama pia ni nifasi, pia awe ameoga na ikiwa atapuuza, na tulielezea pia hali yake ni sawa na ya janaba, ya kwamba ikiwa atasema kwamba ngoja nilale, alafu baadaye nitaamka nioge, akiwa anajua ya kwamba atapitwa na usingizi, basi huyo ni sawa na yule ambaye amenuia kuvunja saumu yake. Kwa hivyo akipitwa na usingizi, awe atakosa kuoga ghusili ile, yaani iwe saumu wakati wake umeingia na yeye hajaweza kuoga kwa sababu ya kuwa amelala amepitwa na usingizi, basi saumu yake ile itavunjika na atawajibika kulipa ile siku. Na ni bora kwake tena, ni bora zaidi kwa kufanya ihtiyat awe atatoa na kafara juu yake. Hiyo ni ikiwa amelala mara moja. Ikiwa amelala mara mbili, akalala akinuia kuamka kisha akaamka tena akasema, ah, basi ngoja nilale tena, na hana yakini ya kwamba ataweza kuamka. Hii kulala ya pili pia hali yake ndio hiyo, lakini hii sasa itakuwa anawajibika kutoa kafara, atalipa ile siku na kafara pia vile. Na ikiwa ni mara tatu, basi pia haina shaka, hali ndio hiyo hiyo. Samani ya kwanza na ya pili nafikiri itakuwa ni ihtiyati. Ya tatu ndio atakuwa anawajibika, ikiwa atalala tena mara ya tatu aamke na alale tena, au mara ya nne, mara ya tano, na bado anasema nitaamka, nitaamka na akapitwa na saumu yake, ni adhana basi atawajibika kuilipa ile siku na juu yake atakuwa na kafara. Kwa mwanamke ambaye iko na, na amepuuza kuoga usiku. Sasa ikiwa hedhi au nifasi imekatika na ametambua ya kwamba imekwisha, lakini wakati uliobaki hana uwezo wa kuoga, yaani imebaki kama dakika moja lakini ana uwezo wa kufanya tayammum basi, kabla ya adhana atawajibika haraka haraka kufanya tayammum, alafu baada ya kuwa kumeadhiniwa na siku imeanza, saumu yake ameanza, wakati wote anaweza kuoga ghusli ya nifasi au ya hedhi. Lakini ikiwa wakati umekwisha, labda zimebaki sekunde chache, ndio wakati huo ametambua ya kwamba hedhi yangu imekatika na sasa nimekuwa safi lakini wakati ule ndio mwadhini naye unasikia, labda ndio yuko karibu kuadhini, yaani hata ukisema uchukue kutayamam basi haiwezekani, basi wakati ushaingia, utafanya nini? Saumu yake itakuwa ni sawa, kwa sababu imekatika na wakati kabla kidogo, kabla ya adhana, na wakati hauna wa kuweza kufanya kuoga ghusli wala kufanya tayamamu. Sasa, kwa hivyo saumu yako itakuwa sawa na akija pia e, yani ikiwa itakatika hedhi yake kabla usiku, na wala hakutambua wakati kama wakati hujaingia umeingia, yani hakuweza kutambua, lakini kumbe wakati umeingia, lakini hedhi yake imekwisha kabla ya wakati, lakini hakuweza kuoga kwa sababu hakuweza kujua wakati umeingia au hujaingia pia vile vile kwa sababu hakukusudia kuvunja sao, saumu yake na wala hakuweza kutambua kwamba wakati umeisha au hujakwisha, basi ataendelea na saumu yake na saumu yake itakuwa haina matatizo. Hali nyingine ikiwa mtu amepatwa na yani ametambua, eh, nafikiri sura hiyo ndio hiyo ambayo nilikuwa nikitaka kutamka na nimeimalizia. Sasa hizo ndio hali ambazo mwanamke anakuwa nazo katika hali ya hedhi na nifasi. Hali nyingine ni hali ya istihadha, istihadha ndogo chache na istihadha nyingi ya, ya wastani na istihadha ni ambaye ni nyingi. Hii tofauti yake ni nini? Zinavunja saumu au hazivunji saumu? Mtu aweza akafanya aka kufunga saumu na hali hizi kwa mwanamke ambaye ana istihadha chache au istihadha kalila, saumu yake haivunjiki. Haina sharti ya kwamba awe ni lazima aoge nini afanye nini ndio, ndio saumu yake isihi. Anaweza kufunga na hali yake ile, ila tu kwa swala ndio masharti yale ya swala anatakikana kuwajibika, yani anajitahirisha, anatawadha katika kila swala, basi hapo ndio sharti ya swala. Ama saumu la istihadha mutawassita, pia hali yake istihadha ya wastani, pia hali yake ni ile ile. Ama istihadha ambayo ni kathira, istihadha ambayo ni nyingi, kwa mwanamke ambaye istihadha yake ni nyingi, yeye anawajibika kuoga mara tatu kwa siku, ili saumu yake iwe itasihi. Akikosa kufanya vile, apunguze tu kuoga mara moja katika mara tatu hizi, saumu yake itakuwa ime vunjika haitakuwa inasihi, na kuoga kwake ghusli za istihadha mara tatu, moja ya usiku, yaani anaoga usiku kwa ajili ya utohara ya usiku, kusahihisha tahara yake ya usiku. Pia vilevile vile, awe ataoga kwa ajili ya swala ya asubuhi swala, ghusli nyingine na tatu adhuhuri kabla ya adhuhuri, swala ya adhuhuri awe pia ataoga ghusli nyingine, ndio saumu tasihi. Eh, si, si yake tasihi lakini kufuatana Sistani, fatwa yake anasema, lakini bora kujitoa shakani ni kwamba mara tatu hizi azioge kwa njia gani? Aoge kabla ya kuswali, yani kabla ya adhana ya asubuhi, kabla ya kuswali awe ameshaoga, alafu kisha akishaswali tena swala ya asubuhi aoge nyingine Alafu mara ya tatu awe ataoga adhuhuri, kabla ya adhuhuri, yani kabla ya kuswali swala ya adhuhuri aoge nyingine. Basi hapo ndiyo saumu yake itakuwa ni sahihi, lakini swala swala naye pia inahitaji kujisafisha, kujitahirisha, kando ya kuoga kila swala na e, pia kutawadha kwa kila swala. Hapo tumefikia mwisho wa mazungumzo yetu kuhusu mambo yanayohusiana na ahkam al-fiqhiya. Mm -hmm.